Kama ilivyo ada, jaza mpira ule, anapita anapita nayo pressures. Elizabeth wow! ni mkoaji wa penalti, mwamuzi ameonyesha bila kukawia amu ya bao ambalo walilipata JKT Queens. Hii pressure ambayo waliizua Simba Queens imekwenda kuleta shi, shida. Jentrix Shikangwa Milimo anatafuta bao la 20. Jentrix anaifanya Simba ku level scoreboard. alifunga bao katika ile sare ya moja moja, anafunga tena leo wakati mchezo ukiendelea, bao kisoma moja moja na anatafakari. Hapana shaka, tatizo lilianzia hapa, ulinzi ulizidi sana kwa JKT amepotezwa mazima najt mabao 20 tayari, anafikisha Jentrix tunzi pambanisha moja kwa moja ndani ya box. Janet Shija Simba, ketchup yake imeathiriwa bira, aliukamata ule lakini, alifika Elizabeth, kipa ametoka Elizabeth, jaza cross ile, lakini anapishana nayo. Simba Queens, Asha Jafari Juma anatumbukiza cross ile, cheza mpira kamba, bola pili. Simba Queens yule yule Jentrix Shikangwa milimu, anawapa salamu ya sarut. JKT Queens amra mbele ya Jentrix Shikangwa, wakati huu alikoswa hapo, akirudi kujipanga, lakini bado muda haukutosha. Asha Jafari Juma akaujaza mpira ule, Jentrix akautokea, ni gol pocha. Real striker. hajawahi kuwa na masihara anapoipata fursa kama itashinda kwa tofauti ya alama mbili lakini ikipoteza wametoa boko Winifrida, off target. Princess. alitoa boko hapa Violet Nicholas Mwamakamba na walikuwa hawana cha kufanya walinzi kilichowasaidia kuwa salama ni ile kukoja. Ametumbukiza mpira mrefu ndani ya box Janet Shija Simba, niguso hapa na Winfrida Habe. Gerard Bango akafikiria kwanza, nikae niendelee, akachagua kukaa. Mwanahamisi Muzi anasema ni foul. Faida na kuwa ni ya JKT Queens. Yajake qut mkal kigoi aamini kilichoamuliwa. <laughs> Tumai kwenye marejeo ya picha, ni lolote laweza kutokea Donesia Daniel. Lakini wameikataa ile Simba Queens. Ilemb amepishana nayo maipaja ameiweka kwenye njia ameikataa Jentrix Shikangwa Simba. Kwa likuwa nafasi nzuri na adhimu itakuwa ni kukosa hekima kuto kumsifia golikipa kwa jitihada ambazo alizifanya safu ya ulinzi ya Simba Queens, ili dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika. Kutoka Meja Generali Isamuhyo, ni Ligi Kuu ya kandanda wanawake. Uswahili uswahili wa shangwe. Huu ni mechi 14 zilizopita kabla ya hii cheza mpira ule kwenye umiliki ndani ya box lakini mwamuzi anasema iwe huko ameruhusu. Mwamuzi Tunisia abatiza mpira ule ambao unakwenda nje na kuwa ni kona. Ni chapa nzuri sana ile ukiangalia, lakini ma violet tuma mpira ule anaucheza magongo mwamba, lakini Stumai anaitoa nje Ilikuwa ni nafasi nzuri na adhimu ambayo ilifanya bench la JKT Queens kuinuka pale. Alishakubali Winfrida, mpira ulipita mikononi mwake, lakini lile besela imekuwa ni heri kwake na amekuwa salama. Wakati huu Simba Queens, is a back pass. Krista Stumai, Abdallah Osman Tunisia analekoboo la viwango vyenye hadhi ya Ligi Kuu ya kandanda kwa wanawake. Tunisia Donesia Minja alipona wamemjeruhi, alihifadhi ubaya moyoni, akajua ni wapi atawaumiza. Aliunganisha pasi ile kutoka kwa Stumaye Dalatman. Na Winifrida Seda Oko alikuwa ni shuhuda tu wa mpira ukiingia kambani. Mabao ni mawili kwa mawili. Ni yule yule Donesia Daniel Minja imetangulizwa pasi ile pingine. Nafasi kwa Simba Queens Asha Jafari. Asha ilikuwa ni nafasi ya timu mno kufanyia kazi lakini, aliwahi kufika, ameipata nini, atakachokileta tumbukizwa, cross ile, cheza chezake kipa lishashindwa kucheza mpira ule, na wakainuka tena bench la Jake, waendelee ametoa wa faida amechezewa ndivyo sivyo, na Sayam Dimu anashuhudia. Ana anachukua yelo, ameingia pamoja kwenda kumcheza Stumai. Ameruhusiwa, amecheza kama. Ah, wow! kuna mchezaji mnajiandaa kushangilia akipiga free kick ni mmoja wapo iychamkwaji huu ambapo ubora Winfrid wakati huu umedhihirika. Haya, imeletwa kona ile, naunganishwa mpira ule, yuko pale Vivian, ule kipa alishaondoka. Charles Basil, mpira ni mali ya JKT Queens, imeingizwa na imeingia ile, anaweka pasi ile Stumai, nafasi kwa mnunduka, chuma ya tatu nawakumbusha ni usiku wa mbukali, bado hakuja kucha. Ni furaha iliyoje kwa JKT Queens! Makocha wako hapo anatazama boli hili, Stumai Abdala, hatari yake iko hapo. What a pass, mbele ya Violet Nicolas, mbele ya Ruti Mukaluko Ingosi, anatokea Jamila Rajabu Mnunduka, anaipa bola tatu JKT Queens anawambia tulieni, kama maji baharini, tulia. Roho inauma, maumivu makali moyoni, lakini ni furaha iliyoje kwa JKT Queens. Chuma mbili ameruhusu Winifida Tota, mashujaa Jentrix, asha jafari juma ameweka kwenye njia kini piga ni kupiga levo scobot. Simba Queens, Vivian Corazone akina Odiembo anawaleta kwenye uhai Simba Queens na natawala kati, lakini pia nimo juu katika mguu wake wa nguvu. Mpira ulikaa kwenye njia na hakuwa naiana. Ni kuna namna mabao yamefanana, alilotoka kufungwa na hili pasi ambayo inapenyezwa walinzi, mkiwa hamna hili wala lile, inakutana na mfungaji yes! Haya, tumbukiza cross ile, cheza pira, anaandika bola nne, Simba Queens. Hattrick Jentrix Shikangwa Milimu, anapata hattrick ya nne msimu huu, nyuma ya Stumai mwenye hattrick tano. Aliurusha mpira akatembea nayo Elizabeth, akaijaza ile, from nowhere! Jentrix Shikangwa milimu, mbele ya Anastazia Anton Katunzi, kando ya Nachat Edris Abbas. Anachanua mikono yake, ishara ya mbao. Ndege anayepepea, simba jike anonguruma kwenye msitu wa JKT. Hey, Kidunda Suleman, mwana masumbu nafasi nzuri ya kutengeneza jambo. Stumai anatupa cross ile. Stumai, Jamila <coughs> alikwenda, lakini aliwahi kufika. Jamila Rajabu Mnunduka yuko chini, mchezaji Elizabeth John chenge

ameuweza kwa uwepesi mno. Yes, alama tatu zinakwenda Msimbazi, wanaumizwa sebuleni kwao JKT Queens, na wanakuwa vinara kwenye msimamo wa ligi alama 40 wakiwa zidi alama mbili JKT Queens. Ligi kuu ya kandanda wanawake 2024 2025, dakika 90 timilifu. JKT Queens tatu, Simba Queens nne. <laughs>